Katika kile kinachoonekana kama mabadiliko makubwa ya mwelekeo wa uchumi wa dunia shirika la fedha la kimataifa IMF limetoa tahadhari kali kuhusu athari za ongezeko la uchumi wa Marekani linalochochewa na sera za ushuru wa forodha. Kwa mujibu wa ripoti yao ya mwezi Aprili 2025, ongezeko hili linalofuatana na mvutano wa kibiashara limeathiri mnyororo wa usambazaji wa kimataifa, kuathiri wawekezaji na kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi katika mataifa mengi duniani. IMF imeshusha makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia hadi asilimia 2.8 huku Marekani yenyewe ikitarajiwa kukua kwa kasi ya chini ya asilimia 1.8. Mfumuko wa bei unazidi kuongezeka na gharama za maisha kuongezeka kwa raia wa kawaida. Mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva ameonya kuwa ushuru mkubwa dhidi ya bidhaa kutoka China na nchi nyingine, si tu unaathiri biashara, bali pia unadhoofisha imani ya soko. Athari zimevuka mipaka ya Marekani. Mataifa ya Ulaya, Asia na Afrika inaripoti kupungua kwa uwekezaji, kupanda kwa riba na kupungua kwa misaada ya maendeleo. Uwezo wa nchi maskini kujinasua katika madeni makubwa unazidi kuwa mdogo. IMF inatoa wito wa dharura kwa viongozi wa dunia kurejesha ushirikiano wa kimataifa, kufungua masoko na kutafuta njia za pamoja kukabiliana na mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Katika dunia inayotikiswa na misukosuko ya kisiasa na kiuchumi, sauti ya IMF inasimama kama onyo, lakini pia ni mwaliko wa mshikamano. Swali linalobaki ni moja: je, mataifa yataitikia wito huu? Twahamruma, Sauti TV.